Chama cha wafanyakazi wa viwanda biashara na taasisi za fedha huduma na ushauri TWICO kimeitaka serikali ijayo kuyapa kipaumbele matatizo ya wafanyakazi nchini pamoja na kuwapunguzia kodi, kwani itawapunguzia kero na kuongeza ari ya kazi. Chama hicho ngazi ya mkoa wa Kigoma kimesema wakati huu vyama vya siasa na wagombea wao vinapopita kuomba ridhaa ya uongozi kutoka kwa wananchi, ni sharti kifafanue wazi mafao walioyaandaa kwa makundi mbalimbali, ikiwemo kada ya wafanyakazi. Kisali Simba ndio mwenye undani wa habari hii. Akizungumza mara baada ya kikao cha baraza la wafanyakazi wa Twiko kilichochagua viongozi kwa miaka mitano, katibu wa Twiko mkoa wa Kigoma Honorata Sugura amesema wafanyakazi nchini wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazochangia kudumaza utendaji wa kazi, kwamba imefikia wakati sasa serikali kubadili hali hiyo ni katika kila sehemu ambao kuna wafanyakazi tuweze kufunga mikataba ya alibola, tufunge mikataba ya kutambuana. Tukishafunga mikataba ya kutambuana pamoja na mikataba ya alibola, tutaboresha maslahi ya wafanyakazi ambayo wasingeweza kuyapata. Kwa mfano, tunapofunga mkataba wa alibola, tutaingiza visu, mfano labda ya matibabu, tutaingiza posho ya mazingira magumu, tutaingiza posho za nyumba, tutaingiza nauli kwa hiyo tutaongeza vitu ambavyo yani ni vya muhimu. Kauli pia inaungwa mkono na pisi Ruhuza, mwenye kiti mpya twiko mkoo wa Kigoma. Kauli hii pia imeungwa mkono na pisi Ruhuza, mwenye kiti mpya twiko mkoo wa Kigoma. Kazi maisha yao yamekuwa ya hali ya chini sana, kutokana na mm, hali halisi ya maisha y kupanda, na mfanyakazi mshahara anaopata kodi anayokatwa ni kubwa sana. zawadisho marupurupu yoyote yanayopita lazima yakatwe kodi. Mfanyakazi huyu anaondoka akiwa na manunguniko mengi. Kikubwa ambacho ningeweza kushauri kwa sasa hivi, kwa ugombea wote washughulike na swala la kodi, ambalo linatuuliza hasa sisi wafanyakazi. Kodi limekuwa kubwa mno, mshahara tunapata mshahara midogo. Kwa serikali tunaiomba iangalie sana swala la kodi kwa wafanyakazi, hasa ukizingatia kwamba mfanyakazi azi anapostaafu anapata kodi theni pale pale, eh, anapokuwa kazini anakata kodi. Kwa hiyo unajikuta kwamba yale maslahi unaopata mwishoni yanakuwa ni madogo sana kufuatana na kodi ambayo inaukatiwa serikali. Katika mkutano huo viongozi wa ngazi mbalimbali kwa ngazi ya kimkoa na kitaifa wameweza kuchaguliwa. Kisa Disimba, Star TV.